Ujambo mwanafunzi, karibu kwa somo la leo. Tutajifunza kuhusu ukanushaji na uyakinishaji. Ukanushaji, ukanusha ni nini? Kukanusha ni kukataa au kukana kauli. Kukanusha ni kukataa au kukana kauli. Kinyume cha kukanusha ni kuyakinisha au kukubali. Hivyo basi kuyakinisha ni kukubali au kuitikia kauli. Hivyo basi kuyakinisha ni kukubali au kuitikia kauli. Mara nyingi tunapokanusha, tunaongeza kiambishi ha mwanzoni mwa kitenzi. Hata hivyo kiambishi hicho hubadilika katika nafsi ya kwanza na ya pili umoja. Hata hivyo kiambishi hicho hubadilika katika nafsi ya kwanza na ya pili umoja. Angalia jedwali lifuatalo. Ukanusho wa nafsi. Nafsi ya kwanza Umoja kuyakinisha: mimi niliandika. Ukanusho wake: mimi sikuandika. Wingi: sisi tuliandika. Ukanusho: sisi hatukuandika. Nafsi ya pili umoja, kuyakinisha: wewe uliandika. Ukanusho: wewe hukuandika. Pili, wingi Nyinyi mliandika, nyinyi hamkuandika. Nafsi ya tatu umoja, kuyakinisha, yeye aliandika, ukanusho, yeye hakuandika. Tatu wingi, wao waliandika, ukanusho, wao hawakuandika. Awamu ya pili ni ukanusho wa nyakati mbalimbali mbali. Kukanusha wakati uliopita. Wakati uliopita huashiriwa kwa kiambishi li. Li hukanushwa kwa kutumia kiambishi ku. Mifano moja, waliimba vizuri sana. Hawakuimba vizuri sana. Pili, nilikupa nafasi yako. Sikukupa nafasi yako. Tatu, alitoroka jela juzi. Hakutoroka jela juzi. Kukanusha wakati uliopita. Wakati uliopita huashiriwa kwa kiambishi li. Li hukanushwa kwa kutumia kiambishi ku. Mifano moja, waliimba vizuri sana hawakuimba vizuri sana. Pili, nilikupa nafasi yako. Sikukupa nafasi yako. Tatu, alitoroka jela juzi. Hakutoroka jela juzi. Kukanusha hali timilifu wakati timilifu au uliopita muda mfupi huashiriwa kwa kiambishi me. Me hukanushwa kwa ja. Mifano: maziwa ya nyanya yamemwagika, maziwa ya nyanya hayajamwagika. Pili, mzazi ameenda shambani, mzazi hajaenda shambani. Tatu, wazee wamewalaani wakora, wazee hawajawalaani wakora. Kukanusha wakati uliopo wakati uliopo huashiriwa kwa kiambishi na na hukanushwa kwa kiambishi tamati i. Mifano: moja, anatembea polepole, hatembei polepole; pili, unasoma sentensi ya kwanza, husomi sentensi ya kwanza; tatu, tunapenda wali, hatupendi wali; nne, zinafanana na nyota, hazifanani na nyota. Kukanusha wakati uliopo. Wakati uliopo huashiriwa kwa kiambishi na na hukanushwa kwa kiambishi tamati i. Mifano: moja. Anatembea polepole, hatembei polepole. Pili. Unasoma sentensi ya kwanza, husomi sentensi ya kwanza. Tatu. Tunapenda wali, hatupendi wali. Nne. Zinafanana na nyota Hazifanani na nyota. Kukanusha wakati ujao. Wakati ujao huashiriwa kwa kiambishi ta, ta hukanushwa kwa kiambishi ta. Mifano moja mama ataenda shambani, mama hataenda shambani. Pili, wataosha vyombo sasa hivi, hawataosha vyombo sasa hivi. Tatu, jua litawaka sana jua halitawaka sana. Kukanusha hali ya mazoea. Hali ya mazoea huashiriwa kwa kiambishi hu. Hu hukanusha kwa kiambishi tamati i. Mifano: moja, mwalimu hufunza Kiswahili, mwalimu hafunzi Kiswahili. Pili, mkulima hulima shamba, mkulima halimi shamba. Tatu, bendera hufuata upepo bendera haifuati upepo. Kukanusha ki ya masharti kii ya masharti hukanushwa kutumia sipo. Mifano moja, ukisoma kwa bidii utapita mtihani. Usiposoma kwa bidii hutapita mtihani. Pili, ukimwadhibu mtoto atapata adabu njema. Usipomwadhibu mtoto hatapata adabu njema. tatu bei yake ikishuka, nitainunua. Bei yake isiposhuka, sitainunua. Kukanusha po ya wakati. Po ya wakati hukanushwa kutumia sipo. Mifano: uendapo sokoni nunua ndizi. Usipoenda sokoni usinunue ndizi. Pili, uamkapo asubuhi ndugu yangu mshukuru Mungu. Usipoamka asubuhi ndugu yangu usimshukuru Mungu. Tatu, mtoto aliapo mnyonyeshe, mtoto asipolia usimnyonyeshe. Kukanusha hali ya uwezekano nge. Nge hukanushwa kutumia singe. Mifano: moja, ningekuwa na kupenda, ningekwambia mapema; nisingekuwa na kupenda, nisingekwambia mapema. Pili, angekuwa anasafiri, angenieleza mapema asingekuwa anasafiri asingenieleza mapema. Tatu, zingekuwa nyingi wangeziiba, zisingekuwa nyingi wasingeziiba. Kukanusha hali ya uwezekano ngali. Ngali hukanushwa kutumia singali. Mifano moja, Hadija angalisoma kwa bidii, angalikuwa na cheo kikubwa. Hadija asingalisoma kwa bidii asingalikuwa na cheo kikubwa. Pili, maembe yangalikuwa mabivu yangalianguka yenyewe. Maembe yasingalikuwa mabivu yasingalianguka yenyewe. Kukanusha hali ya uwezekano ngeli. Ngeli hukanushwa kutumia singeli. Mifano: moja, mvua ingelinyesha ningelipata mavuno mengi. Mvua isingelinyesha nisingelipata mavuno mengi. Kukanusha viunganishi vya kujumuisha na na ka. Kukanusha viunganishi vya kujumuisha na na ka. viunganishi vya kujumuisha na na ka kukanusha kutumia wala. Viunganishi vya kujumuisha na na ka hukanushwa kutumia wala. Mifano moja, Kadzo alikuzaba kofi na kukupiga ngumi. Kadzo hakukuzaba kofi wala hakukupiga ngumi. pili mama alipika wali na kuwapakulia wageni. Mama hakupika wali wala hakuwapakulia wageni. Tatu, mjomba alinunua kitabu tukasoma. Mjomba hakununua kitabu wala hatukusoma. Nne, mama amepika chakula tukala pamoja. Mama hajapika chakula wala hatujala pamoja. Kukanusha wakati usiodhihirika ah. Wakati usiodhihirika huashiriwa kwa matumizi ya a. a hukanushwa kutumia kiambishi tamati i. Vinginevyo tunaweza kusema kuwa hukanushwa kama vile wakati uliopo hukanushwa. Mifano: Anita ampenda Kaunda. Anita hampendi Kaunda. Pili, daktari awatibu wagonjwa. Daktari hawatibu wagonjwa. Tatu, wanafunzi wasoma wanafunzi hawasomi kukanusha kitenzi ni ni mojawapo ya kitenzi kishirikishi kipungufu hukanushwa kutumia si mifano moja Maria ni mwerevu Maria si mwerevu pili wazazi ni wengi wazazi si wengi kukanusha vitenzi viwili vinavyofuatana kimoja kikuu na kingine kisaidizi katika hali hii kitenzi kisaidizi ndicho hukanushwa. Mifano moja, kaka alikuwa akiandika barua Kaka hakuwa akiandika barua. Pili, wasichana walienda kununua begi. Wasichana hawakuenda kununua begi. Kukanusha amri au agizo. Kukanusha amri au agizo. Amri au agizo huashiriwa kwa a, e au ni hukanushwa kutumia "si". Mifano: nguo zifuliwe, nguo zisifuliwe. Pili, peleka uteo huu kwa mwaka, usipeleke uteo huu kwa mwaka. Tatu, mlale sahii, msilale sahii. Nne, chakula kiliwe, chakula kisiliwe. Tano, mpende adui yako, usimpende adui yako. Sita, tokeni nje, msitoke nje. saba. waambieni watu wa mataifa yote, msiwaambie watu wa mataifa yote. Zoezi: yakinisha sentensi zifuatazo. moja. si kwenda sokoni juzi kununua unga. pili. watoto wale si wajinga, walipelekwa shule nzuri. tatu. asingepika mapema asingechelewa mkutanoni. pili. Kanusha sentensi zifuatazo: moja, alalapo huogopa. Pili, chezeni nje kwa sasa. Tatu, alienda kununua dawa huku akimwona daktari. Nne, shangazi amekamua ng'ombe haraka sana. Tano, nyanya huwaadhibu watoto watukutu.